timu tumeifikisha kwanza Pretoria ndio watu pia waweze kujua basketball huku Kenya jinsi ilivyo na pia Afrika tu sisi kama Tanda tutambulike. BAL inayoungwa mkono na NBA na FIBA ni shindano kuu la mpira wa vikapu barani Afrika na Desemba mwaka 2024 Tanda ilifuzu fainali za mechi za mchujo ukanda wa mashariki na kuwa timu ya kwanza ya Kenya kufuzu michuano ya bara. Kwangu ni inaonyesha tu tumefanya kazi vizuri hii miaka yote um, ni kama una, una, unapewa ile reward of course uh, ku represent Kenya kwa the big stage in Africa ni one of my biggest achievements I'm definitely excited uh, being on the national team before and now uh, being able to do it as a, a local Kenyan team so excited for that inamaanisha mambo mengi sana especially kwa our fans you know uh,

and develop uh, high level players. Uh, mazoezi yetu yamekuwa same you know, uh, tumefanya ile vitu yenye tulifanya before before to qualify na tumekuwa na wachezaji wageni wa wamekuja, so ni sisi kuwa integrate kwa timu yetu, lakini wamekuwa me, wa wazuri na kila kitu inaendelea salama kabisa. So saa hizi focus yetu kama coaches ni kutayarisha wachezaji kuweza kucompete kwa hiyo level yenye tunaenda. So hapa tunaangalia offensive tactics, tumekuwa tukiscout teams zenye uh, kupatana nazo mbele. Zaidi hapo pia defensive scheme yetu tuhakikishe pia sisi tunaweza kusimamisha hizo timu zingine. Thunder imemarisha kikosi chake kwa kusajili wachezaji watano ikiwemo Marekani Will Davis 2, mshambuliaji kutoka California, Nana Apia na Paul Ereng. Itakuwa good experience kabisa na objectives ya ya mimi kujoin team ilikuwa kuwasaidia mostly on defense na rebound hizo vitu zote. Main goal uh, itakuwa qualify kwenda playoffs yeah. Jijini Chigali kwenye mkondo wa Nile watachuana na APR ya Rwanda, Al Ahli Tripoli ya Libya na MBB Blue Soldiers kutoka Afrika Kusini. Nairobi City Thunder, wakati wa Kenya ni sasa.